Kikubwa ni kwamba timu imepata ushindi, magoli tisa ndani ya mechi mbili, magoli kumi na tatu overall. kwenye mechi zote nne bila kuruhusu wavu kuguswa na timu yoyote kutoka kwenye hizi hatua ee, sio kazi ee, sio kazi ngumu sana, naweza nikasema hivyo. Umeshaingia kwenye hatua ambayo ni ngumu zaidi kwenu, nini ambacho pengine wategemee mashabiki wenu aza e, wa Azam FC, lakini pia kwa wachezaji kile ambacho wamewaahidi kufanya vizuri e, kwenye mashindano haya. Sisi tuliambiwa kwamba ni ngumu sana Azam FC kuingia, uh, kuvuka preliminary round kwa sababu bado ni timu ya kawaida, ni pagumu, lakini alhamdulillahi tumefanya jitihada, tumefanya mapambano yetu, tumetoboa. Tujatoboa huko makundi tunakoambiwa ni pagumu. Nature ya timu ni hizi hizi ambazo zimecheza huku preliminary, na tumefanya homework yetu vizuri, tumefanya assessment vizuri, kila kitu tumejiridhisha kwamba tutakwenda kucheza makundi kama qualifiers, ikiwa ni lengo ambalo tuliliweka. Lakini hatutakwenda kucheza tu, tutakwenda kushindana.